Juhudi za kutafuta wasichana ambao aidha wameozwa kwa nguvu kutokana na kutungwa mimba wakiwa na umri mdogo zilinipeleka hadi eneo la Watamu. Hapa kuna nyumba kwa jina Jua. Nyumba hii imekuwa hifadhi ya baadhi ya wasichana kati ya umri wa miaka kumi na mitatu hadi kumi na saba walioozwa kwa lazima au kutungwa mimba. Hisia za huruma na hali ya masikitiko makubwa yalinikumba nilipoketi kusikiliza safari za wasichana hawa wawili wanakotoka umri wa miaka kumi na sita. Sasa msichana ambaye ana uja uzito wa miezi karibu ya tisa, wakati wowote sasa ataweza jifungua. walipokuja pale, wakaja wakatoa mahari na kila kitu, wakaniozesha mi. Siku kata kwa sababu kuwa sina pale pa kwenda mi nikakubali. Nilipoolewa nikaenda Tanzania. Nilipoenda kule siku ketisana naule kijana alivojua nina mimba akaniregesha. Aliponiregesha kurudi huku kwa ule mwanamke, ule mwanamke akanaambia ntoe mimba nisketi hapo na hii mimba. Mi nkawambia siwezi kuitoa, kwa sababu liketi na mimi na ukafanya vyote hivyo, mi sitaitoa. Simulizi la Leila na jinsi hata hawezi kutizama mtu ana kwa ana ni dhihirisho tosha ya yale yanayomkumba maishani kwa sasa na hata akiwa katika nyumba hii ya jua anaendelea kupata mawaidha na pia mafunzo ya kumsaidia kuvuka daraja la maisha magumu yanayomkumba. Jua Rescue Center is for abused children, uh, early marriage, forced marriage, pregnant girls. We work together with the children department Mwingine huyu mwenzake Karema, akiwa na umri wa miaka 17, tayari ni mama wa mapacha hawa wawili wanasema kuwa mtoto ni zawadi kutoka kwa Mola, lakini kwake raha ya kuwa mama haipo na ndiposa amejipata hapa. Ni vigumu kushawishi wasichana kama hawa kuwa maisha yanaweza kubadilika, na ndiposa eneo la Malindi ni mojawapo ya maeneo ambayo makao ya kuokoa watoto yamejengwa, kutokana na idadi kubwa ya wasichana wanaoozwa kwa lazima au kupachikwa mimba. Tunashangaa kwa sababu hiyo kiwango huo inaongezeka wakati shule zimefungwa Alafu immediately zikifunguliwa hiyo hiyo idadi ya watoto ambao wanaolewa inaongezeka. Kwa hivyo hii inamaanisha kuwa wakati watoto wamefunga shule, kwa sababu hawana hawaendi shule na pengine hawana kazi nyingi nyumbani, ndio wanafanya haya mambo e. Wanaume hasa ambao wanahusika, tuseme kama yule mwanaume ana umri mkubwa, ni kwamba kama amehusika kumtia mimba mtu ambaye yuko under 18. Yeye huwa tunamshtaki na tunachukua msichana tunarejesha shule. Shida iko wazazi wana compromise so much, na wanafanya mtoto wa kike asisome. Pia sisi kikwetu tukitoka wazungu Afrika kwa Afrika vile wazazi wana compromise. Wale wazazi wa msichana tukienda tukizungumza nao, ni kwa nini mliwacha huyo akaolewa? Wanasema waliahidi kwamba watatutunzia msichana wetu na inadhirisha jinsi jamii ilivyowatelekeza watoto wawe ni wasichana au wavulana. Wazazi wakilaumiwa kwa kuruhusu wasichana wao kuranda mitaani kwa kisingizio cha kusaidia kutafuta chakula. Ni hali ambayo inakanganya sana hapa Malindi, na wageni ambao wanategemewa kama kitega uchumi wanalaumiwa kwa kuleta maovu katika jamii zinazoishi hapa. Wazazi wengine wanahusika sana katika uh, swala hili. Utapata kuna watoto ambao wanatumwa na wazazi wao kuenda mfuoni kuombaomba pesa kwa wazungu, ama hata kushikanishwa na wageni wale ambao wamekuja ki, ki, e, hata kama oy, ki, ki, ki, kitab, kufundishwa tabia kwamba, enda utaleta pesa nyumbani. Wazazi wa msichana labda they are poor, sasa wanaona huyu mtoto wetu akienda kwa ile familia labda anaweza akasai akasaidika, lakini utakuta ile familia kule msichana anatarajiwa aende hata tunzwa vizuri. Elimu kwa msichana wa kike kwa hii jamii haijatambulika. Sasa msichana anaanza shule akiwa mkubwa. Sasa ile msichana ameingia shule akiwa mkubwa, ako kama 13 ama 11 ndo ameenda class 1 Unaona, akifika class 3, sasa ni msichana wa adolescence. Sasa mwanaume pale nje ajui kama ni mtoto yuko 3, anaona ni mtu mzima. Kwa hivyo sasa na anje asoma ajui assertiveness yoyote yenye anaweza kanjitetea nayo. Kwa sasa makundi machache yamejitokeza kuwasaidia wasichana wa kaunti hii ya Kilifi ili wawe na mtazamo tofauti wa maisha. Cha maana mno ni kuwaelimisha; licha ya kuwa ni wazazi wa mapema, ni vyema warejeshwe shuleni, pengine nje ya maeneo wanakoishi ili waweze kukubali hali yao mwendo wa polepole. Angugi, makala ya uzazi wa lazima, KTN leo, Kilifi.